Nam ujambo mtazamaji wa Costa TV, hapana shaka upo vyema kabisa kwa sasa. Moja kwa moja tunakuletea taarifa hii ama tunakuletea taarifa ya kina kuhusiana na uwepo wa kimbunga Jude katika eneo la rasi ya Msumbiji. Taarifa inaeleza, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa ya uwepo wa kimbunga Jude katika bahari ya Hindi eneo la rasi ya Msumbiji. Uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa unaonesha kuwa kimbunga hicho kitaingia nchi kavu katika eneo la Msumbiji mchana wa leo tarehe 10 Machi 2025 na kupungua nguvu yake. Hata hivyo, kimbunga Jude kinatarajiwa kurejea tena baharini na kuimarisha nguvu yake katika kipindi cha kati ya tarehe 13 hadi 15 Machi mwaka 2025. Aidha, kutokana na, na mwelekeo wa umbali wake kimbunga Jude hakitarajiwi kuwa na athari za moja kwa moja hapa nchini. Hata hivyo, uwepo wa kimbunga hicho katika eneo la Rasi ya Msumbiji unatarajiwa kuchagiza mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na kusababisha ongezeko la mvua katika maeneo mbalimbali. Vilevile, uwepo wa kimbunga hicho maunaendana na sambamba na kuanza kwa msimu wa mvua za Masika katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika maeneo yanayopata misimu miwili ya mvua kwa mwaka kama ilivyotabiriwa awali na taarifa kutolewa kwa umma mnamo tarehe 31 Januari mwaka huu 2025. Sasa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA imetoa ushauri, ni kwamba watumiaji wa bahari na jamii kwa ujumla wanashauriwa kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa za utabiri kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania pamoja na kupata ushauri na miongozo ya wataalamu wa kisekta. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA inaendelea kufuatilia mwenendo wa kimbunga Jude na athari zake kwa mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na itaendelea kutoa taarifa kila inapobidi. Naam, taarifa hii imetolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, katika kuwajali wananchi ili wasiweze kupata maafa yote ambayo yanaweza kujitokeza, na hivyo kuwaomba wananchi ama kuwasii wananchi kuendelea kufuatilia taarifa zao mara kwa mara kwa namna ambavyo wamekuwa wakizitoa na sasa wakiwa bora zaidi katika utabiri ambao wamekuwa wakiutabiri. Asante sana, hii ni Costa TV News.